Wafungwa mia mbili na moja kutokana na ujuzi ambao wameupata na vyeti ambao tutawakabidhi. Lakini vile vile wafungwa ndugu zetu hawa tumeona bidhaa nzuri ambazo wanazitengeneza, basi tushirikiane na TanTrade kuhakikisha bidhaa hizi ambazo masoko mengine huwa yanatoa fedha zaidi kwa bidhaa ambayo imetengenezwa na mkono na si mashine kwa maana ya handmade. Angalie katika taratibu wa Jeshi la Magereza ni namna gani mfuko unaweza ukawepo, watu wanaonunua ba na waliozitengeneza hawa ndugu zetu wafungwa, watakapokuwa wamehitimu na kukamilisha muda wao, je, kale ka mfuko ambako bidhaa ambazo wamezitengeneza akawezi kuwa ni sehemu ya kuwapa kianzio ili waende kuanza maisha huko mtaani. E, ukimaliza kutumikia kifungo, mtakaporudi uraiani, tutakuwa tumeshajipanga pamoja na ofisi ya rais tamisemi kuhakikisha ile mikopo ya asilimia kumi kwa ajili ya vijana, wakina mama na ndugu zetu wenye ulemavu. Kama ambavyo tumefanya na VETA, tutakaa na ofisi ya rais tamisemi kuhakikisha programu hii na mafanikio yake hawa wanapomaliza kutumikia vifungo wakarudi uraiani, swala la kupata mikopo isiyokuwa na riba katika halmashauri zetu, pia wao wawe ni sehemu ya wanufaika. Pamoja na kwamba uko gerezani kwa ajili ya kurekebishwa tabia, mwenendo, lakini vile vile serikali hii ya awamu ya sita chini ya rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan ikasema, maelekezo ya rais kwamba hawa pamoja na kuwarekebisha tabia na mienendo lakini mwape ujuzi ambao utawasaidia watakaporudi mtaani, wawe na mahali pa kuanzia, kwa maana ya kuweza kujiajiri na kuajiriwa. Na hiyo mikopo ya asilimia kumi ya halmashauri tunaenda kujipanga. Nimelisema hili la babu yangu ili iwe ni ni kuwapa moyo nyinyi ambao mko katika eh, magereza kwa ajili ya kurekebisha tabia na mienendo, lakini vile vile Mungu bado ana makusudi na nyinyi kama mtabadilika. Niwaagize uongozi wa jeshi la magereza kuendelea na jitihada za kuboresha na kuimarisha programu za urekebishaji wa wafungwa ili kufikia matarajio ya jamii. Niwahakikishie kuwa serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi itaendelea na jitihada za kuliwezesha jeshi hili kutekeleza majukumu yake yanatolewa kwa wafungwa katika programu za urekebishaji. Nimeangalia fani zote zile, fani ya kilimo sikuiona tokiangalia ba na mgerasli, unirusu. Kwa hiyo nakuomba mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu ni washauri jeshi la magereza kwamba kwa rasilimali na ukubwa wa taasisi waliokuwa nayo, sekta ya kilimo, kwa maana ya kilimo yote, maanake sekta ya kilimo ina mambo manne ina kilimo mazao, ina mifugo, ina uvuvi na ina misitu, na jeshi la magereza linaingia pote hapo, na kuomba mheshimiwa waziri kwamba wao wazingatie lile pale katika mafunzo watakayotoa, kwa sababu wengi wao hawa wakitoka, hasa wale walitoka vijijini na nini, wakirudi basi waende na wawe wagani wa... mshukuru sana mkurugenzi wa VETA CPA Anthony Kasori na management yote ya VETA kwa kuridhia utaratibu wa kurasimisha ujuzi unaopatikana nje ya mfumo rasmi wa mafunzo kwa wafungwa wanaoshiriki programu mbalimbali za urekebishaji magerezani, lakini awapongezi wafungwa wote mia mbili na moja kwa kutambuliwa ujuzi wao katika fani mbalimbali na hatimaye leo watatunukiwa vyeti vya ujuzi kutoka kutoka Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ambavyo tunafahamu, miongoni mwa majukumu ya msingi ya Jeshi la Magereza ni urekebishaji wa wafungwa unaokwenda sambamba na kuwapa elimu, ujuzi na maarifa kwa kipindi wanachotumikia vifungo magerezani. Jukumu hili limekuwa likitekelezwa kwa kuwahusisha katika kazi mbalimbali mbali, ikiwemo shughuli za kilimo, ufugaji, ujenzi, utengenezaji wa samani ushonaji ususi na shughuli nyinginezo. Vile vile wafungwa wamekuwa wakipata fursa ya kujiendeleza kielimu kuanzia ngazi ya elimu ya msingi hadi chuo kikuu na kuhudhuria mafunzo ya ufundi stadi. Mheshimiwa Waziri, kwa sasa kuna jumla ya wafungwa kumi na tatu wanaojiendeleza kielimu ngazi ya elimu ya msingi katika gereza la Wami vijana ambalo liko Morogoro, lakini kuna wafungwa 21 wanajiendeleza elimu ya msingi gereza Uponga Dar es Salaam, wafungwa watano elimu ya sekondari gereza Uponga Dar es Salaam, fungwa moja nachukua masomo ya chuo kikuu huria gereza Uponga Dar es Salaam, na wafungwa 64 wanahudhuria mafunzo ya ufundi stadi gereza wami vijana Morogoro. Lakini pia wapo jumla ya wafungwa sabini na saba ambao wanahudhuria mafunzo ya ufundi stadi chuo Rwanda Mbeya.